Enyi mlioamini mmeandikiwa kulipa kisasi katika waliouawa, muungwana kwa muungwana na mtumwa kwa mtumwa na mwanamke kwa mwanamke. faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, na aliyesamehewa jambo na ndugu yake mtende wa jinai, basi fidia ifuatiliwe kwa wema na atekelezewe kwa uzuri.

albabi la'allakum tattaqun, na mtakuwa na uhai ulio bora katika kulipiza kisasi enye wenye akili, ili muogope msalimike. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyya in Mmeandikiwa mmoja wenu kutoa wasia kwa wazazi na ndugu kwa namna nzuri, anapofikwa na mauti, kama akiacha mali ikiwa ni haki kwa wamchao Allah. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un 'alim, na atakayeubadilisha wasia huo baada ya kusikia, basi ilivyo ni kwamba dhambi yake ipo kwa wale watakaoubadilisha hakika Allah ni msikiaji mno mjuzi mno. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslih bainahum fala ithma alayhim inna allaha ghafurur rahim, na mwenye kuchelea kwa mtoa wasia kupotoka au dhambi akarekebisha baina yao, basi hata kuwa na dhambi. Hakika Allah ni mwingi wa kusamehe mwingi wa kurehemu ya Enyi mlioamini mmeandikiwa funga kama walivyoandikiwa waliokuwepo kabla yenu ili mpate kumcha Allah. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan au ala safarin faiddatu min ayamin akhar, ni siku chache za kuhesabika tu. Na atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu au safarini, basi atimize hesabu katika siku nyingine. Wa alladhina yutiqunahu fidyatun in kuntum ta'lamun. Na wale wasioiweza funga watoe fidia kwa kumlisha maskini, na atakayefanya wema kwa ridhaa ya nafsi yake basi ni bora kwake na kufunga ni bora kwenu ikiwa mnajua. shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, ni mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an iwe mwongozo kwa watu. faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, na hoja zilizo wazi za uongozi na upambanuzi basi atakayeshuhudia mwezi huo miongoni mwenu afunge na mwenye kuwa mgonjwa au safarini. yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddati wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa laallakum tashkurun, basi atimize hesabu katika siku nyingine.

Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, na waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi, kwa yakini kabisa mimi nipo karibu, naitikia ombi la mwombaji yanaponiomba, basi na waniitikie na waniamini, ili wapate kuongoka. Uhilla lakum laylata assiyami arrafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mmehalalishiwa usiku wa funga kukutana na kimwili na wake zenu. Wao ni vazi lenu na nyinyi ni vazi lao. Kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba llahu lakum, Allah amejua kwamba mlikuwa mkizikhini nafsi zenu kwa hivyo, amekukubalieni toba yenu na amekusameheni, basi sasa kutaneni nao kimwili natakeni aliyokuandikia ni Allah. wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila allayl, nakuleni nakunyweni na kunyweni mpaka ubainike kwenu weupe wa alfajiri dhidi ya weusi wa usiku, kisha timizeni funga mpaka usiku.

Hiyo ni mipaka ya Allah. Basi msiisogelee. Hivi ndivyo Allah anavyobainisha hoja zake kwa watu ili wapate kumcha. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili watudulu biha ila alhukam wa tudlu biha ila al-hukkam li takulu fariqan mn amwal nnas bilithm wantum talamuun, na msile mali zenu baina yenu kwa batil na kuzipeleka kwa mahakimu, ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi na ilhali mnajua.